Kaunti nambari 26 ambapo wakulima wa kahawa katika eneo la Kiungani huko Trans Nzoia wameandamana wakishinikiza serikali ya kaunti kumaliza mzozo wa shirika la wakulima wa kahawa ambao umedumu kwa zaidi ya miaka 29. Wakulima hawa wanasema wamechoshwa na hali ya kunyanyaswa kifedha, huku wakidai baadhi ya maofisa wa shirika lao wamekuwa wakifuja fedha, jambo lililosababisha wakulima wengi kubaki nyuma. saa hizi tunalia Kiungani ndio imelipa pesa kidogo sana, this county imelipa 54 shillings kama ni mingi, na society zenye ziko surrounding ni 110 111 90 kwenda juu. Na ombi letu ambalo tunataka hata kama tax force itakuja ile ofisi is step aside, interim committee iwekwe, ndio hii kahawa ambayo imeiva ipelekwe ipelekwe kwa hiyo cooperative, lakini hatuwezi kupeleka kama hiyo kamati iko hapo. Hii kahawa kweli, tunauliza minista wetu, tuna na governor natembea, tunampenda sana na tunasema uparanya usikie, ukiwa huko usikie kilio chetu. Kahawa yetu tunapeleka wapi? Hii ofisi kama itusaidia hapa Trans Nzoia tutafanya nini? Kiungani area moja ambayo ukuzaji wa kahawa ni mzuri, wakulima wengi wame embrace mambo ya kahawa, na sisi kama government hatutakubali leadership rangu tena aanze kua roho za wakulima. So ni jambo ambalo tutalishabikia, hata waziri yuko hapa, nafikiri atatilia maanani, kutoka kaunti namba ishirini